Habari za wakati huu, karibu tena. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa e, tuzidi kuhabarishana hapa taarifa mbalimbali. Kwanza kabisa ni kuambie kitu kimoja. Siku za nyuma hapa nilikuhabarisha e, kuhusu serikali ya Rais Dkt Samia Suluhu Hassan ambaye aliibuka kidedea kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba e, kushtakiwa ICC mahakama ya uhalifu ya kimataifa. Nikakwambia kwamba kuna utaratibu ambao ili ICC waweze e, kufanya uchunguzi na kumpungulia kesi muhusika kama rais e, katika mahakama hiyo ni pale endapo kuna utaratibu ambao utafuatwa. Lakini pia ICC huwa inafanya uchunguzi pale endapo nchi husika ikashindwa kufanya uchunguzi na e, kuweza kuwaadhibu wale ambao wamehusika na kutenda makosa. Lakini nikakuambia kwamba kuna makosa kama manne ambayo ICC wanaweza kuingilia kati na kufanya uchunguzi, na endapo ukikutwa na hatia basi utashtakiwa e, katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, na moja kati ya makosa hayo E, ni kama uhalifu wa kivita e, lakini pia uvunjifu wa haki za kibinadamu. Tanzania, tarehe 29 Oktoba, tumeshuhudia miili ya ndugu zetu ikitapakaa mitaani. Watanzania wengi wamepoteza maisha. Kiufupi tumezika ndugu zetu wengi sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vilitumia nguvu kubwa mno. Watu hata wasioandamana, watu ambao walikuwa majumbani. Vyombo vya ulinzi na usalama waliingia mpaka majumbani mwa watu, wakavunja milango na watu wakapigwa risasi. Haijalishi uliandamana au haukuandamana, bado haikuwa salama kwa kila mmoja. Wengi wakakamatwa na kupewa kesi za uhaini, ambapo tumeshuhudia baadhi yao wameanza kuachiliwa. Bunge la Ulaya jana ilikuwa ni habari kubwa mno duniani. Nadhani pia nimepokea komenti watu wakisema kwamba wanataka uchambuzi e, wa kile ambacho bunge la Ulaya jana wamekijadili. Basi tutapitia hapa kimoja baada ya kingine kile ambacho kimejadiliwa, lakini pia nilipata nafasi ya kuiangalia vizuri sana ripoti ya uchunguzi ambayo imefanywa na CNN. serikali E, kupitia msemaji wake Gelson Msigwa, wakasema kwamba CNN wakati wanatoa ripoti yao hawajabalansi taarifa yao, kwamba wamechukua taarifa za upande mmoja, huku upande mwingine ukiwa haujahojiwa ambao ni upande wa serikali. Lakini Lary Madowo, shujaa huyu ambaye kwa sasa amekuwa ni gumzo kubwa mno Afrika ya Mashariki, Afrika kiujumla na duniani kote kutokana na kazi kubwa ambayo anaifanya. Wao wamethibitisha kwamba kile ambacho kimefanyiwa uchunguzi na kimeandikwa kuhusu Tanzania wanaweza kuthibitisha kwamba sio habari za uongo, wanaweza kuthibitisha. Kumbuka mwanzoni kabisa E, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo wakati anahojiwa alisema kwamba video nyingi ni za kutengeneza. Kumbuka watu wakazungumza kwamba ni AI, Artificial Intelligence, kwamba video nyingi ni za kutengeneza, lakini kiuhalisia ni matukio ambayo watu wamerekodi kwa simu zao na kipindi ambapo internet imezimwa hapo siku tano ndicho kipindi ambacho maelfu ya Watanzania wameuawa ambapo mpaka hivi sasa serikali haijataka kutaja idadi kamili ya watu waliopoteza maisha. Lakini waziri mkuu Mwigulu Nchemba kwa upande wake tumemshuhudia akisema kwamba sidhani kama kuna haja ya kutaja idadi ya watu waliopoteza maisha, lakini wametaja uharibifu wa mali ambao umetokea, lakini maisha ya watu yanaakariwa kimya. Kumbuka juzi akizungumza na wanahariri wa vyombo vya habari nchini Tanzania, Waziri Mkuu Dkt Mwigulu Nchemba alitaja vurugu e, ambazo zimetokea Oktoba 29 na kusababisha vifo, majeruhi pamoja na uharibifu wa mali pamoja na miundombinu mbalimbali mbali. Akataja magari 1642, akataja vituo vya mafuta 672 kwamba vilichomwa moto lakini pia bodaboda boda 2268 zilichomwa moto. Mimi nikashtuka kidogo kwamba vituo vya mafuta 672 vipi hivyo vilivyochomwa moto? Licha ya yote hayo, kwa nini hamtaji idadi ya watu ambao wamepoteza maisha? Moja kwa moja nirudi hapa kwenye hii taarifa ambapo CNN wakaijibu serikali ya Tanzania halafu tuangalie kitu kingine pia hapa, ambapo ni seneti ya Marekani. Wao pia wakatoa tamko baada tu ya ripoti ya CNN na bunge jana la Ulaya, mambo makubwa mno yametokea. Kubwa, sikiliza kwa umakini ujue hii ishu inaendaje, lakini pia serikali iliyopo madarakani itawajibika vipi. Kwa upande wa kituo cha habari cha CNN kimesisitiza kuwa ripoti yake kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 nchini Tanzania imejengwa kikamilifu juu ya ushahidi, likibainisha kuwa hakikuchapisha taarifa yoyote ambayo halikuweza kuithibitisha. Akizungumza na Sabic News, mwandishi wa habari wa CNN Larry Madowo alisema uchunguzi wao ulifanywa kwa kutumia mahojiano na zaidi ya Watanzania mia moja, uchambuzi wa kitaalamu wa sauti, ulinganifu wa video na picha za satelaiti ili kufuatilia matukio ya vurugu, vifo na madai ya makaburi ya pamoja. Inasadikika kwamba watu wengi waliouawa wamezikwa eh, kimya kimya kwenye makaburi ya pamoja huku ukiangalia ripoti ya CNN ikionyesha baadhi ya maeneo ambayo yameonekana yamechimbwa kwa wingi mno eh, siku za hivi karibuni tena hapo, kutumia satelaiti. Tulifanya kazi kwa umakini mkubwa, tulihakiki kila ushahidi tulioupata, na hatuku ku, hatukutohoa taarifa yoyote bila kuwa na uthibitisho wake Tulikagua kila video na kila sauti, na ushahidi unaonyesha wazi kuwa raia wasiokuwa na silaha walipigwa risasi na polisi au watu waliokuwa na bunduki, alisema. Hakuna mtu wala mamlaka yoyote iliyokanusha ukweli wa taarifa zao tangu ziwekwe hazalan, tangu tulipotangaza ripoti hii hakuna yeyote aliyesema kuwa tulidanganya au tuliandika taarifa za uongo. Wakati CNN ikisema imetekeleza uchunguzi wa kina zaidi, serikali ya Tanzania nimekuambia kupitia msemaji mkuu wake Gelson Msigwa ilipinga ripoti hiyo ikielekeza kuwa ina makosa ya kiweledi na imeegemea upande mmoja. Mm. Lakini pia kwa upande wake Lari Madowo anasema kwamba wao walimtafuta pia Gelson Msigwa pamoja na serikali yake ili kupata maoni yao, lakini hawakutaka kutoa maoni yao. Sasa na inakuwaja, nasema kwamba eti e, eti kwamba ripoti imegemea upande mmoja, wakati hamkutaka kutoa maoni yenu. Seneti pia ya Marekani ikataka uchunguzi wa kimataifa kufuatia e ufichuzi wa makaburi ya pamoja Tanzania. Kuna vitu vingi sana najua ambavyo vinaendelea. Seneti ya Marekani ikataka uchunguzi wa kimataifa kufuatia ufichuzi wa makaburi ya pamoja Tanzania. Kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani imetoa wito wa kufanyika uchunguzi huru wa kimataifa mara moja kuhusu ukandamizaji uliofuata baada ya uchaguzi wa Tanzania. Wito huu unafuatia uchunguzi wa CNN uliotumia picha za sateliti video zilizo, eh, zilizo, eh, zilizorekodiwa na ushuhuda wa mashuhuda kubaini ushahidi wa mashambulizi kwa risasi, maiti zilizojaa katika mochwali pamoja na udongo ulio E, chimbuliwa hivi karibuni ambao unaashiria makaburi ya pamoja katika maeneo kama Kondo e, Symmetry e, karibu na Dar es Salaam. Kupitia taarifa iliyochapishwa jana kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Senator Jeanne Shaheen mwanachama wa ngazi ya juu wa kamati hiyo, alilaani vikali kila alichokiita vitendo vya kutisha vya mamlaka za Tanzania baada ya uchaguzi wa urais wa Oktoba 29 ambapo rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa asilimia 98 ya kura, huku upinzani ukisusia na wagombea wakifutwa. Taarifa hii inaonyesha vitendo vya kutisha vya serikali ya Tanzania vya kukandamiza waandamanaji. Ushahidi wa, wa makaburi ya pamoja unaonyesha jaribio lisilokubalika la kuficha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Lazima kufanyike uchunguzi huru mara moja kuhusu matukio haya ya kusikitisha, alisema kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. Ninasikitika sana kila nikikumbuka kauli hii kwamba wengi wa walioshiriki zile vurugu hawajui Kiswahili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anasema kwamba baada ya kukamatwa kwa raia wa kigeni akiwa na mabomu katika mpaka wa Tanzania na Kenya, alivyohojiwa alidai kuwa amebeba mabomu ya kujihami kwa sababu amesikia Tanzania kuna insecurity issues hmm? Akizungumza hilo, amedai pia wengi wa waliokuwa wameandamana walikuwa hawajui Kiswahili bado. Serikali na kazia kwamba wengi walitoka nje ya Tanzania. Yani, mpaka pale ICC itakapoanza kufanya uchunguzi wake naamini kwamba tutasikia mengi sana. Yule Marekani ambaye alikuwa amekamatwa kwamba anakuja Tanzania na mabomu e, mabomu manne, Mwigulu anasema kwamba walipomhoja anasema kwamba alikuwa amebeba e, kwa sababu alisikia Tanzania hakuna usalama. Hmm, hakuna usalama lakini, akahoji akasema, ni utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Na tulishajua jua wengine waliokuwepo kule walikuwa wako na silaha gani. Lakini sio hilo tu, pia kwa sababu ya masuala haya ya kiuchunguzi haiwekwi wekwi wazi namba kubwa, hawajui hata Kiswahili, ni maandamano na wameshiriki na ndugu zetu, amedai Mwigulu Mchemba. Kwa hiyo wakati akizungumzia pia e, mambo hayo amesema kwamba hata polisi wengi sana waliuawa. Sasa unajiuliza kwamba polisi wengi waliuawa. Ina maana waandamanaji walikuwa na silaha. Mm? Walikuwa na silaha, ndugu zetu wameuawa wa Tanzania. Walikuwa na silaha zozote, wa mama wengine ni watoto wadogo, umri mdogo sana hata miaka kumi na tano, wengine bado hawajapikisha moja kwa moja tuangalie bunge la Ulaya ambapo ujumbe wa David MC Alista mbunge wa bunge la Ulaya kutoka Ujerumani, jana amezungumzia kwa kina zaidi katika bunge hilo, ambalo lilikuwa linafuatiliwa na watazamaji wengi sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, na nikwambia ukweli tu kwamba ishu ya Tanzania kwa sasa imekuwa ni gumzo kubwa duniani. Amesema kilichotokea Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi hakikushangaza. Hazikutoa kasoro za uchaguzi, bali mpango wa makusudi wa kuharibu ushindani wa kisiasa. Uchaguzi ulitanguliwa na ukandamizaji uliofanywa na vyombo vya dola. Matokeo yalipangwa kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29. Walianza kwa kuzuia uhuru wa habari na vyombo vya habari, kufungia shughuli za kisiasa, kukamata na kuwashtaki viongozi wa upinzani, akiwemo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu. Kwa zaidi ya siku 250 rafiki yangu Tundu Lissu ameshikiliwa kwa uhaini na anakabiliwa na adhabu ya kifo kwa sababu tu ya kudai uchaguzi huru na wa haki. Hili siyo tatizo la mtu mmoja, bali ni ushahidi wa jinsi serikali ya kiimla inavyoweza kutumia vibaya sheria ili kukandamiza wapinzani wake. Siku ya uchaguzi, utawala huo zalimu ulioonyesha rangi yake halisi kwa kuzima mtandao na kuanza kupiga risasi waandamanaji, kuwaua na wengine kuwakamata na kupewa kesi za uhaini. Mheshimiwa Kamishna, naomba kamishini ya Umoja wa Ulaya isichukulie jambo hili kuwa ni la kawaida. Tamko lililotolewa hivi karibuni la Umoja wa Ulaya limetumia lugha ya kidiplomasia kuliko lilivyopaswa kuwa. Tanzania imeendelea kupuuza utawala wa sheria, demokrasia na haki za binadamu. Na hivyo tunapaswa kupitia upya uhusiano baina yetu na wao. Waheshimiwa wajumbe, tutumie kila njia inayofaa kuwawajibisha viongozi wa Tanzania kwa yaliyotokea. Kesho bunge hili litatuma ujumbe wa heshima kwa serikali zalimu ya Tanzania kwamba fedha zote za misaada na mikopo nilizopaswa kupewa Tanzania zimesitishwa mara moja. Umoja wa Ulaya hautatumia pesa zake kufadhili ukandamizaji. Tunatilia mkazo kwamba wafungwa wote wa kisiasa waachiwe mara moja na bila masharti. Umoja wa Ulaya unataka uchunguzi huru kutoka kwenye chombo cha kuaminika kuhusu mauaji yaliyotokea, matukio ya watu kutekwa na kupotea. Watu wema wa Tanzania wanahitaji uchaguzi mwingine utakao kuwa huru wa haki na wa kuaminika. Asanteni na mwachieni Tundu Lisu. Sasa mwisho wa kunukuu alichokizungumza e, MC Alista mbunge wa bunge la Ulaya e, kutoka Ujerumani. Naam, hicho ndicho kilichojadiliwa kwenye bunge la Ulaya kuhusu hali ya Tanzania. Lakini mwishoni kabisa mjumbe huyo anasema kwamba kinachotakiwa kufanyika ni kwamba uchaguzi huru na wa haki uweze kufanyika Tanzania, kwamba uchaguzi ufanyike tena upya. Tumeshuhudia kile ambacho kinaendelea hivi sasa huko Guinea Bissau, ambapo jeshi limechukua nchi, ambapo rais Umaro ameripotiwa kukamatwa na maafisa wa kijeshi baada ya milio ya risasi kusikika katika mji mkuu Bissau, kwa siku tatu mfululizo, brigedia ya Jenerali Denis Nkanha, mkuu wa brigedia ya kijeshi mjini Bisau, amehutubia kupitia televisheni ya taifa na kutangaza kuwa jeshi limechukua madaraka. Lakini pia amesema kwamba jeshi litachukua madaraka kwa muda mfupi, baadaye wataitisha uchaguzi huru na wa haki ili wananchi waweze kupata kiongozi ambaye wanamtaka wao. Kwa hiyo hiki ndicho kinachoendelea huko Gine Bisau, ambapo Jenerali Nkanha ametangaza kufutilia mbali matokeo ya awali ya uchaguzi yaliyoonyesha kumpa ushindi Rais Umaro kwa zaidi ya asilimia tisini, na amesema uchaguzi huo ulijaa udanganyifu mkubwa. Jenerali huyo ametangaza kufunga mipaka ya nchi huku akiwataka wananchi wabaki watulivu pia ameeleza kuwa jeshi litaongoza nchi hiyo kwa muda mfupi tu ili kurejesha hali ya utulivu kabla ya kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Hiki ndicho kilichotokea huko Guinea Bissau. Je, kwa Tanzania itawezekana? Tazama namna ambavyo e, jeshi limechukua nchi huko lakini pia e, ICC kuanza uchunguzi ya kufuatia matukio yote yaliyotokea Tanzania ya uvunjifu wa haki za binadamu ambapo maelfu ya Watanzania waliuawa na wengine bado wanawatafuta ndugu zao mpaka sasa. M. Hmm? Bunge la Ulaya pia limejadili misaada baadhi, eh, misaada Tanzania ya kipeza ambayo alikuwa naipata, kwa sasa haitapatikana tena. Kwa hiyo tusubirie, nini kitajiri, lakini kubwa, tuachie maoni yako na endelea e, kutufuatilia hapa. Nini mtazamo wako, jeshi la Guinea? limechukua Guinea Bissau, limechukua e, nchi e, kwa kile kilichokuwa kinatokea Tanzania, watu walikuwa nasema jeshi chukue ni nchi, JWTZ chukue ni nchi, lakini watu wameuawa, jeshi lipo kimya, jeshi limekaa kimya. Nini maoni yako? Mtazamo wako ni upi? Tuachie maoni yako, kaa karibu nasi kila wakati.